Lakini cha kushangaza moja ya walinzi katika wa chama hicho cha Chadema ambaye amefahamika kwa jina la Noel Olevale ambaye ni moja ya walinzi aliweza kumshambulia kwa ngumi Bi Sigrada Mlingo na kuweza kuanguka chini. Lakini wakati tukio hili linatokea, pembeni kulikuwa na baadhi ya askari polisi ambao walichukua hatua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 ambacho kikifanyika siku ya jana.